Mihadarati imezidi kuwa jinamizi katika jamii mikakati inapoendelezwa na, na serikali kuwakabili kisheria wale ambao ni walanguzi. Maisha ya watumiaji ambao wengi ni vijana huzidi kuharibika. Japokuwa vijana wengi hujitosa katika uraibu wa dawa za kulevya kutokana na shinikizo au vishawishi kutoka kwa wenzao, wengi wao hujipata katika lindi ambalo wengi wao hushindwa kujinasua. Hawa ni baadhi ya vijana ambao walikuwa waraibu wa mihadarati na sasa wamejinasua katika uraibu huo. Nilipatana na alikuwa na kikao fulani akanipeleka kwa hiyo kikao, then nikaona venye hawa sio, wanakaa wanapiga story, the only thing wanatumia ni hizi mihadarati ah. Akasema pia mio pressure yote ya mam kunitusi, kunipiga, kunifukuza, siwache ni join au at least ni feel niko na mabeste niko loved, hivyo ndo nilijipata. Wakati nikianza kuvuta nilivuta tu bangi kawaida, lakini ikafikia mahali nikaingia hizi hard drugs, nikavuta brown sugar tukaendelea hivyo hivyo mpaka ma brown sugar sikaja sikapotea, tukaanza kutumia ma white crest. Tumia sigara nikiwa primary, hapo class 6, hapo sigara nikaanza kuvuta bangi bangi bangi mpaka nilivyoingia high school. Sasa niko form 2, ndo nikaanza kuingia hii hard drug sasa, ambao hard drug sasa ikawa ni ngumu sasa ku maintain nikiwa shule, sababu siwezi enda shule, lazima ni asubuhi nivute ndo niende shule, sabu siwezi kabila hiyo kitu sasa sasakawani nyumbani abidi naiba vitu kidogo kidogo pale nyumbani, ile pesa initoshi, kuna ile raibu. Maanake uraibu wa adrag ni gali, siati ni rahisi. Vijana hawa pia wanaeleza kwamba licha ya kuacha kutumia dawa za kulevya, wangali wanaishi katika hali ya unyanyapaa, isipokuwa ni yule ambaye anaona tu kwamba huyu ni wangu, siwezi mtenga, ndio anaweza nipea kibarua leo eh, kesho, hivyo hivyo, yaani bado sijapata ajira eh. Na watu wengi pia hawajakuwa na uaminifu wa kuamini kwamba huyu mtu ameacha, kwa sababu ni juzi tu, mwaka jana, mpaka saa hii bado sijakuwa na muda mrefu, sasa bado inarudi polepole pole. Wana wingi wa majuto kulingana na madrugs. Yani imenipeleka paka sehemu, paka jela, nimeenda hadi jela, yani paka, yani mtaani, sasa siaminiki, yani paka police station, askari wananijua yani, kila mahali yani, nikitembea hivi mtaani, yani naonekana kama jambazi hivi yani mkani sina waminifu mtaani ndo yani ilikuja ikafuka mahali eh, bana, acha itosha bana. Nikiangalia wazazi wangu pia wanakosa heshima, ikabidi bana, mimi ndo hivyo yani, nimeamua mpaka sasa hivi na endelea na msimamo na na imani, Mungu atanisaidia bana, nitokane na ile janga la mihadarati. Kawa pesa imeisha ile ajira sina tena, nimeanza kuwa mtu wa streeti, nalala popote pale, ndio nikaingiwa na ile hukumu ya kuwa hii ni sumu, ikafikia mahali sasa natamani kuwacha. Miadarati si nzuri, ilifanya imefanya nikapoteza vitu nyingi sana, pale niko saa hii na pale ningekuwa bivo, nitumie hii kitu manzee, ningekuwa mbali sana, but hii kitu imenirudisha nyuma. Kwa msee yote ambaye ananiona miadarati, kama kuna venye unaweza epuka kwa upande wake Musa Ali ambaye ni mwanzilishi wa mkono kwa mkono CBO, kaunti ya Kilifi, ambaye anawasaidia vijana kujinasua katika utumizi wa dawa za kulevya, anaeleza changamoto anazozipitia katika kuwanasua. Kuna mwingine juzi nilimleta, alikuwa amefiliwa na familia, nikaenda nimfuate kwa adha kaunti huko Makueni, na nimlete huku apate kuhudhuria mazishi na arudi, so tungependa hizo rehabilitation kama hiyo, mat clinic watu wanatoka hapa wanaenda mpaka Malindi. Kungekuwa kuna ingine hapa karibu, kwa sababu ukifikiria hiyo transport ya mtu kwenda mpaka kule. So tungependa vitu kama hizo, zile tu karibu, tuwe na hizo harm reduction programs, tuweze kuongelesha wenzetu kama sisi ambao tumereform tuweze kuwa sana kama hizo. Na e, Janet Maheza ambaye anafanya na mamlaka ya kukabiliana na dawa za kulevya na vileo haramu nchini na kada, anaeleza namna takwimu zilivyo za waraibu wa dawa za kulevya. Tunaweza kusema ya kwamba inapungua, lakini kadri unavyoona ya kwamba kama kwa mfano uh, kuna uh, tunasema research utafiti ambao ulifanyika kwa hivi vio vikuu Status of alcohol and drug use, uh, abuse in our learning institution universities utapata ya kwamba utafiti ulionyesha ya kwamba mmoja kati ya, wa, ya wanafunzi wawili wanatumia wanatumia tumbaku alafu mmoja mo, kati ya wanafunzi wanne wanatumia pombe, so utapata ya kwamba ni kama ambaye nusu nusu. Kwa hivyo tunasema kwamba hi, hilo tatizo bado liko. Habari mbaya ni kwamba si hati vijana peke yake ndo wameathirika. Ni, ni, ni jamii nzima, vijana wameathirika, uh, wazee wameathirika so kila mmoja wetu ameathirika. 15, 15 to 35 unajua hao ndio, hao ndio sana ni wa, wameathirika sana vilevile. Vile Maheza anaeleza hatua ambazo zimepigwa katika kutoa hamasa kuhusu madhara ya utumizi wa dawa za kulevya. Tuko na programs ambazo ziko tailor made kwa, kwa ajili ya vijana. Kuna zile ambazo tunaita youth out of school programs, ambazo huwa tunajaribu tuna as much as possible kufikia wale vijana ambao labda pengine wametoka mashuleni ma, shuleni, ma colleges, na hawajaweza kujiunga na, na colleges ama vyo vikuu, alafu pia tuna wale vijana ambao labda pengine kwa hali moja ama nyingine eh, wameathirika pia na madawa ya kulevya so pia pia tuna tuna programs ambazo pia tuna target wale ambao tayari wanatumika na wanatumia zile madawa za kulevya, na pia hivyo hivyo huwa tunaingilia pia kwa, kwa families kwa sababu tunajua kwamba vijana uh, malezi, malezi bora huwa yanachangia sana uh, kuzuia uh, utumiaji wa madawa ya kulevya. Haya yamejiri katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu ambayo yamefanyika katika uwanja wa Bofa Youth eneo la Kiwandani Kilifi Kaskazini county Kilifi. Nikiripotia Koko FM kutoka hapo uwanja wa Bofa Youth, mimi ni Janet Mumbi. Koko FM, Ladha ya Pwani.